Ninawasalimu wapenzi watazamaji wa hichi kituo popote mlipo, hamjambo, karibu sana, ili niweze kuwapasha yale yote ambayo yametendeka. Mimi ni bwana Ezra skio, ni kope lako sikio, ili niwachanganulie yale yote ambayo yametendeka kwa lugha nyepesi sana ya Kiswahili. Taarifa ambazo zinanifikia kwenye meza yangu ya habari zinanieleza kwamba ndani ya hii serikali ya Samia Suluhu Hassan, ambayo wananchi wameweza kuikataa, serikali ambayo wananchi wameweza kususia kuikubali, kwa kile ambacho wananchi wanasema kwamba hawakuweza kumchagua na kumpigia Samia Suluhu Hassan kura ametokea na vita vya mamlaka. Hii serikali viongozi wanalimana wenyewe kwa wenyewe, tunaelezwa hivyo, au ninaelezwa hivyo kwamba hii serikali wameanza kulimana wenyewe, na ni maombi ya wananchi kwamba wapigane wenyewe warushane wenyewe. Kwa nini hawawasikilizi wananchi? Kwa nini hawataki kuwaelewa wananchi kila ambacho wanakihitaji? Ninaelezwa kwamba kuna ugomvi ambao umeweza kuzuka ndani ya hii serikali ya Samia, kati ya Samia Suluhu Hassan na Emmanuel nchimbi Nchim, anaitwa Emmanuel John nchimbi ambaye ni makamu wa rais, mahala ambapo sasa tunaelezwa viongozi ambao wako na urafiki na Emmanuel Nchimbi wameanza kukamatwa, wanafungiwa kwa jela, wanateswa, wanafunguliwa mashtaka, na sasa hivi ninaelezwa hivi aliyekuwa waziri hapo nyuma ndani ya Tanzania, bwana Godfrey Mwambe ambaye tunaelezwa kwamba yupo na urafiki wa karibu sana na Emmanuel Nchimbi, alitekwa akawekwa mahala ambapo hapajulikani, eneo la Kigamboni, Dar es Salaam akacharazwa akatwangwa akateswa akafinywa kwa kile ambacho kinasemekana kwamba yuko na urafiki na makamu wa rais wa sasa bwana Emmanuel Nchimbi, na inaelezeka kwamba vilevile vile, yuko na uhusiano na kanisa la Kikatoliki. Sasa na mimi nikaweza kujiuliza hivi Itawezekanaje aliyekuwa waziri anakamatwa anateswa anafanyiwa mahojiano na kuulizwa, uko na urafiki gani na Emmanuel Nchimbi, na pili, uko na urafiki gani na kanisa la Katoliki? Kumaanisha hawa viongozi wenye wako hivi, Samia Suluhu Hassan na Emmanuel Nchimbi, ambaye ni makamu wa rais inaonekana kwamba tayari wamekosana, kipindi ambapo mtu anakamatwa anateswa kisha anafanyiwa mahojiano na kuulizwa yuko na urafiki gani na Samia Suluhu Hassan, hiyo ni kumaanisha nini? Hawa watu wawili hawaelewani. Emmanuel Nchimbi na Samia Suluhu Hassan ni maji na mafuta. Unajua haya mambo ya ugomvi kati Emmanuel Nchimbi pamoja na Samia Suluhu Hassan hayajaanza sasa hivi, yalianza yapita kama wiki mbili ambazo zimepita, mahali ambapo marafiki na Waislamu, marafiki za Samia walijitokeza kusema kwamba huenda huenda eh, Emmanuel Nchimbi yuko nyuma ya haya maandamano. Kwa nini wanasema? kipindi ambapo Samia Suluhu Hassan anapitia changamoto anapitia wakati mgumu, ana, ana, ana, anataka kuondolewa madarakani. Mbona Emmanuel Nchimbi hajitokezi kuweza kumtetea raisi? Kwa hivyo hawa waislamu wakasema kwamba huenda hata Emmanuel Nchimbi hawamwamini. Mbona asijitokeze amtetee Samia? Sasa taarifa ambazo zimeweza kutolewa, ninaelezwa kwamba sikiliza. Press release for immediate release, Kigamboni Tanzania. Ninaelezwa hivi, chanzo kinachotoa taarifa hii kinapenda kuujulisha umma kwamba kimepokea taarifa za kweli zikihusu hali ya aliyekuwa waziri Bwana Godfrey Mwamba. Kwa mujibu wa taarifa hizo za awali zinadai kuwa Bwana Mwamba amekamatwa na kushikiliwa kwa siku kadhaa katika mazingira yasiyo wazi na kwamba kwa sasa anadaiwa kuwekwa katika maeneo ya Kigamboni Dar es Salaam. Unasikia, huyu aliyekuwa waziri miaka ya hapo nyuma alikamatwa, akawekwa mahala ambapo kusikojulikana, akateswa, akapigwa, akapokezwa kichapo. Na baada ya kumtesa kwa siku kadhaa wamemrejesha wamemweka upande wa Kigamboni Dar es Salaam, alafu taarifa hizo zikaendelea hivi. Taarifa hizo zinaeleza kuwa tukio hilo linahusishwa na maujiano yanayodaiwa kuhusiana na tuhuma zinazoelekezwa kwa Emmanuel Nchimbi, umesikia? Yaani, taarifa hizo zinaeleza kuwa tukio hilo zinahusishwa na mahojiano yanayodaiwa kuhusiana na tuhuma zinazoelekezwa kwa Emmanuel Nchimbi, ikiwemo madai kuhusu nafasi yake ya kisiasa na mahusiano yake na baadhi ya viongozi wa Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania, TEC. Aidha, inadaiwa kuwa maswali ya mahojiano hayo yalihusu pia tetesi kuhusu mipango ya kisiasa ya Nchimbi ikiwemo uwezekano waku, wa kutaka urais sasa. Yani anataka urais sasa hivi, ikiwemo uwezekano wa kutaka urais sasa sasa hivi na mipango ya kuwania uraisi kwa kipindi chake kuelekea mwaka elfu mbili na thelathini. Alafu taarifa hizo zikaendelea kwa undani, alafu nizichanganue zikisema kwamba kwa sasa vyombo vya dola tunasis, eh, tunasisitiza kwamba taarifa hizo ni kweli na uhakika, yaani kwa sasa hakuna uthibitisho wowote kutoka mamlaka husika, vyombo vya dola au taasisi zinazotajwa katika taarifa hizi. Tunasisitiza kwamba taarifa hizi ni ukweli na uhakika. Yaani mpenzi mtazamaji, unaona, huyu bwana Godfrey Mwambe alikamatwa akawekwa kwa jela akawekwa kwenye jela ya nyumba akateswa akachapwa kisha akafanyiwa mahojiano akaulizwa maswali. Je, uko na uhusiano gani na Emmanuel Njimbi? Na Emmanuel Njimbi amepanga nini? Amepanga kukuwa rais sasa hivi, kumaanisha ndani ya hii serikali wale marafiki wa Samia wanaona kwamba Samia anapigwa vita, Emmanuel Njimbi amekimia. Yani wanaona kwamba kuna shinikizo ambalo linatokea kwamba Samia aweza kulazimishwa jiondoe ili Emmanuel Nchimbi ambaye ni Mtanganyika aweze kuchukua nafasi. Wanaona hivyo kwamba kuna kitu ambacho kinaendelea hapa katikati, kwamba Emmanuel Nchimbi kimya chake hataki kusungumzia masuala ya uvunjivu wa amani, ni kumaanisha yeye ndiye yuko nyuma ya haya mambo. Sio mimi nimesema, bali inaonekana kwamba ni fikira za hii serikali. Unaona mpaka rafiki yake anakamatwa anateswa kisha anaulizwa, je, Emmanuel Nchimbi yuko na matamanio gani ya kisiasa? Je, anataka kukuwa raisi sasa hivi? Na je, anataka kukuwa raisi mnamo mwaka elfu mbili na thelathini kipindi ambapo Tanzania itakapoandaa uchaguzi tena? Hiyo ni kumaanisha nini, mpenzi mtazamaji? kuna ugomvi ambao umeanza ndani ya hii serikali ambayo waliweza uh, kuua wananchi kisha wakajiundia takwimu kwamba walishinda kiti cha uraisi. Ukiona wameanza kuweka kwamba Emmanuel Nchimbi anapanga mipango ya siri ili kuchukua nafasi kutoka kwa Samia Suluhu Hassan. Unaona mpenzi mtazamaji Yaani serikali inaona kwamba Emmanuel Nchimbi yupo na mipango ya kuchukua nafasi kutoka kwa Samia hata kabla ya miaka elfu mbili na thelathini kufika. Yaani wale watu wa karibu sana na Samia wanahisi kwamba huenda hii mipango imeweza kupangwa ili maandamano kutokea ili kumshinikiza Samia aweze kujiuzulu alafu mtu ambaye anaitwa Emmanuel Nchimbi achukue nafasi. Sasa, wacha nikuulize, kama Nchimbi anataka kuwania kiti mwaka elfu mbili na thelathini, kuna haja gani waanze kumfukunyua fukunyua ikifika wakati huu? Maybe akitaka kuwania urais ni sawa, lakini inaonekana kwamba ndani ya hii serikali kuna ugomvi ambao umeanza na haitachukua siku nyingi kabla haujaweza kuona wakibishana, wakirushana hadharani wanahisi kwamba kimya cha Nchimbi kipo na mambo mengi, alafu wameweza kuweka mpaka swala la dini ndani. Wanauliza, Emmanuel Nchimbi yuko na uhusiano gani na baraza la Wakatholiki? Kwa sababu unaona hapa wanasema kwamba nafasi yake ya kisiasa ikiwemo madai kuhusu nafasi yake ya kisiasa na mahusiano yake na baadhi ya viongozi wa baraza la maaskofu Katoliki Tanzania. Yaani wanaona kwamba uenda Manuel Nchimbi anatumia baraza la maaskofu wa Katoliki Tanzania kumpiga vita Samia. Kwa sababu hivi majuzi tuliweza kuona baraza la maaskofu Tanzania la makatoliki waliweza kuambia Samia kwamba mulitumia nguvu zaidi kuwaua wananchi haihitajiki hivyo, lakini sasa hii serikali inaona kwamba huenda Nchimbi ndiye anasukuma maaskofu kuweza kumfukunywa fukunywa Samia ili aweze kuondoka. Sasa wameweza kuita watu wa karibu kwenda kuwafanyia mahojiano. Je, Nchimbi yuko na mahusiano gani na baraza la Katoliki? Je, Nchimbi anataka nini kuelekea mwaka elfu mbili na thelathini. Je, Nchimbi anawaza nini kuhusu uraisi? Sasa hivi, nakwambia haitachukua muda mrefu kabla hujaona hii serikali ikilimana. Tupatane kwa kanda ijayo.